Hujambo na uharigani mtazamaji wa West TV unetufuatilia popote pale ulipo, ni siku nyingine, nipo hapa kwa ajili ya kukujuza usajili wa Faisal ndani ya kikosi cha Simba Sports kutoka ndani ya kikosi cha Azam FC. Ni kutoe wasiwasi, ni kutoe hofu, Faisal kucheza Simba inawezekana, sio kama ambavyo wengi wanafikiri haiwezekani ukweli ni kwamba Feisal kucheza ndane kikosi cha Simba inawezekana na hii yote ni kutokana na kusimamiwa na tajiri Mohamed Dewji. Na unaambiwa taarifa ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba Simba imeweka ofa mpya mizani, ili kuinasa saini ya Feitoto kutoka Azam FC na kujiunga na kikosi cha Simba, na unaambiwa show yote imesimamiwa na tajiri Mohamed Dewji. Na tayari ameshakutana na kambi ya Feisal Feitoto ili kumshawishi nyota huyo kujiunga na Simba mwishoni mwa msimu huu. Na Mohamed Dewiji amefanya kikao na kambi ya Feitoto jijini Dar es Salaam ili kuhakikisha kanuni, taratibu na sheria zinafuatwa kwa ajili ya usajili wa Feitoto ndani ya kikosi cha Simba. Na Mohamed Dewiji ameweka ofa mpya ambayo imeipiku ile ofa ya kikosi cha Yanga ambayo Yanga mpaka dakika ya mwisho walikuwa wameweka ofa ya shilingi milioni mia saba hamsini mezani, lakini Simba wao wamempa ofa ya mkataba wa miaka mitatu, cha kwanza, cha pili, signing on fee, yani pesa ambayo atapewa Feisal baada ya kusaini mkataba nane ya kikosi cha Simba, na kiasi cha shilingi milioni mia nane, lakini pia mshahara kila mwezi wa kiasi cha shilingi milioni hamsini nyumba atajengewa pamoja na gari ya, ndoto, o, ya gari ya ndoto yake atapewa na tajiri Mohamed Dewiji ili tu acheze ndani ya kikosi cha Simba. Lakini pia unaambiwa atapata bonus pale tu ambapo Faisal atafunga na kuasisti, e, katika kila mchezo atakaocheza ndani ya kikosi cha Simba kama ambavyo ilikuwa kwa Jose Luis Mixon, alikuwa akifunga na kuasisti, alikuwa anapewa, e, akifunga dola 200, akiasisti dola 100. Hivyo basi Faisal naye wamempa system kama hiyo kwamba aki funga eh, kila mechi atakuwa anapewa kiasi fulani hivi, yani bonus ambayo itamotivate yeye kufanya vizuri zaidi. Ikumbuke ofa ya Costa Yanga ilikuwa ni kiasi cha shilingi milioni mia saba hamsini eh, kama signing fee na mshahara wa shilingi milioni 40 kwa mwezi na mshahara pamoja na bonus ambazo Simba watakwenda kumpa Feitoto atakuwa mchezaji wa kwanza wa Kitanzania kulipwa pesa ndefu sana katika ligi yetu ya Tanzania. Na Mohamed Dewij anaambia bado yuko mjini na chochote kinaweza kutokea kuanzia sasa. Na mpaka dakika hii unaambiwa Feitoto bado hajasaini mkataba wowote na kikosi cha Simba, hajasaini na Yanga, lakini pia hana mkataba bado hajaliniwa, yani hajasaini mkataba mpya na kikosi Ja Azam FC e, e, e, licha ya kwamba chochote kinaweza kutokea Kuanzia Aa, sasa, na ikumbukwe kama Feitoto atauzwa Simba basi Yanga watanufaika na shilingi bilioni moja kutoka Azam kama sehemu ya makubaliano yaliyowekwa na Azam. Na Yanga waliweka makubaliano kwamba Feitoto, endapo atauzwa Simba, basi wao Yanga itabidi wapate kiasi cha shilingi bilioni moja, lakini mpira sasa ni biashara, mambo yamebadilika. Feitoto kujiunga na kikosi cha Simba inawezekana, na Yanga wasipate bilioni moja, kwamba aa, Feitoto anaweza kununua mkataba wake ndani ya kikosi cha Azam FC, kwa hiyo akasajiliwa Simba kama mchezaji huru bana. Hicho ndicho ambacho kinaendelea kwenye sakata la usajili wa Feitoto ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Tuandikie maoni yako katika sehemu ya comment, unafikiri hili linakwenda kutokea? Hili linakwenda kuwezekana? Au yapi maoni yako juu ya sakata hili la usajili wa Feitoto kutoka Azam FC kujiunga na Simba Sports, huku Yanga nao wakiwa bado wanamtolea macho.